Mambo vipi, leo nataka tuten, tujifunze namna ya kutengeneza website website ya ya e-commerce. Website ya e-commerce maana yake ni website ambayo itakuwa na uwezo wa kuuza vitu online kama una biashara yako, au unauza vitabu kama unauza vitabu, kwa hiyo iwe vitabu, simu, nini, vitu vyote unaweza ukawa unauza online, kwenye website yako kama unavyoiona hii website yenyewe itakuwa na uwezo wa kuuza vitu vyako online kama hivi. Mfano, ngoja tujaribu kuview hii laptop, ngoja tuview tuoni, mfano tuashie kwamba tunahitaji kununua hii laptop, tutaiview hivi afu tuta buy now. baada ya ku buy now imetuletea sehemu ya kuweka email alafu na taarifa zingine. Uh, sehemu ya ku add new address, ukiklik hapa itakuletea sehemu ya kuweka taarifa zako kama unavyoona. Kuna sehemu ya email, kuna namba ya simu na vitu vingine, alafu baada hapo utachagua delivery date, uta select delivery date, kwa mfano tarehe kumi na nane, afu baada hapo uta agree, alafu uta proceed. Sasa leo tutajifunza tu Nikakuelekeza tu ni vitu gani unatakiwa uwe navyo kabla hujaanza kutengeneza website ya namna hii. Kitu cha kwanza unatakiwa uwe na domain pamoja na kutoa hiyo huduma ya web hosting. Wa domain, ukija kwenye domain hapa, mfano kiinta hiyo domain, tujaribu tujaribu labda tujifanya kwamba tunahitaji domaini. Ngoja nimeingia kwenye akaunti yangu kwa sababu tayari nimesha sign up. Ngoja tuone sasa tu mfano na ukinunua domaini

tuletea sehemu kama unapoiona utaweka. Mfano labda domain yako ni hapa, ni ukisechi. Ah, inaleta vitu vya ajabu, mimi sitaki hizo. Ngoja tuingie kwenye kampuni nyingine, kuna hii hosting pia. Hosting inatoa hizi huduma zao, kuuza domain pamoja na hosting. Ukiangalia huduma zao, kuna web. Angalia kwenye domeni, gharama zao kama unavyoziona. Mfano, mfano domain ndo hii hapo, utachagua sasa kama unahitaji wewe, na hii af dot com bei yake hapa, domain hii dot e online bei yake yake hapa, hivyo hivyo tu hivyo Okay. Kwa hiyo ndio hivyo bei zake, ukihitaji labda hii dot shop bei yake ni hapa. Sio mimi na ushauri kwa, kwa, kwa kama una, una, una biashara yako na una jina lako, unaweza kutumia hii ni nzuri, unaweza kutumia, ni nzuri, mfano labda twashm twashumu datz tashimu datz dot shop ukisearch hapa ukisearch hapa utaletewa datz dot shop na save ya asilimia tisini na saba utalipa dola zero point tisa tisa hii ni mwaka mzima ukishanunua domain yako na kuja sasa ku-hosti yako unakuja kuhosti. Unakuja kuhosti. Unakuja kuhosti, unakuja kuchoze plan. Plani zipo hapa. Sasa utachagua package ambayo unahitaji kulingana na website yako pamoja na ukubwa wa vitu vilivyo navyo, lakini ngoja tuone tena hapa kujaza, alafu kuna nyingine tena hapa ya Tanzania kabisa ni kampuni ya Tanzania ambayo inatoa pia huduma za domain pamoja na hosting. Hawa hapa register new domain utarejista utashow labda bom pesa, alafu uta search uta search utaisubiri i load. Hii itakuja bompesa.co.tz. Utasubiri hapo. subilia asubili na sechi aki maana mtandao unarodi sana. Okay, tayari. Hii ni elfu ishirini na mbili kwa mwaka mzima, kaenda kuhosti kuhos kuhos kwenye kampuni nyingine a hostinga ya hapo. Kitu kingine moja unatakiwa kuwa nacho ni simu inaitwa simu ya Flatsome ambayo ni hapa. Simu yenyewe ni hapa. Simu inauzwa dola hamsini na tisa kama unavyoona hapa, dola hamsini na tisa. Ah, okay. dola hamsini na tisa. Ukishanunua sasa, kuna hizi inaitwa demo content. Kwa hiyo utachagua ni demo ipi unapenda uitumie, kwamba demo ipi unaweza ukatumia uka, uka, unachagua yoyote tu ambao utaona kwamba inafaa, una import baadaye, mambo yanaenda vizuri. Hii hapa wanauza dola hamsini na tisa, lakini pia kuna hapa wanauza hiyo hiyo, wao wanauza hapa tena, hawa ni wa Tanzania wanauza elfu kumi na sita kwa unaweza ukafika tu hapa hivi ukakliki kliki hii hapa elfu kumi na sita ukabai nao Niaa, Naona kuna maintenance. Tujaribu kurefresh. Ehe, sawa. Hii hapa zina jina mbili, kwao utachagua moja, utakuja kuchagua palipa kwa mitandao ya simu utapress oda. Baada ya hapo uta download simu yako. Sasa mpaka hapo utakuwa umeshamaliza hatua ya kwanza ambayo hatua ya kwanza nimesema ni vitu kama vinne, ambayo ni domain name vi uh, cha pili um, ni hosting alafu pia cha tatu lazima una computer, kwa sababu hii kazi unaweza kuifanya bila computer au laptop, alafu cha nne cha mwisho ndio uwe na hii platform samsin ambayo ndio hii hapa, au wenyewe kabisa flat theme wanauza dola hamsini na tisa, lakini unaweza ukaja ukanunua hapa hivi MCMTZ, ukanunua kwa elfu kumi na sita ukajipatia theme yako. Paka hapo, mimi nikutakia tu kazi njema kwa leo. Naomba tuishie hapo sasa, kusubscribe. Asante sana kwa kunisikiliza.